Kama unapenda filamu ya majasusi ya mama gaidi basi, nakwambia hii filamu ni noma na ni ya moto sana. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, tutachambua kwa ufupi tu uweze kufahamu hii filamu inahusu nini. Filamu inaitwa Homeland. Homeland ni filamu ambayo inazungumzia mfululizo wa series ambapo ina series series nne, series ya kwanza ya pili ya tatu na ya nne ambapo katika kila series kuna episodi kadhaa. Ni filamu ambayo mimi bina, mimi binafsi haijanichosha kuitizama. Ni filamu ambayo inamzungumzia mwanamke mmoja anaitwa Carrie ama Carrie Mathison. Huyu mwanamke ni mpelelezi wa CIA ambaye ana matatizo ya akili, lakini bana we akili yake, huyu mwanamke ni akili ya hali ya juu ambayo sio ya kawaida. Sasa katika hii filamu nimempenda sana alivyoigiza, lakini nilitamani sana we black, ujue serizi za hivi mablaki waga wananyosha sana sasa. Kaigiza lakini kaigiza vizuri na nimempenda sana sasa. Kerry Matson anakuwa ndiye muhusika mkuu wa upelelezi ama CIA, ambapo ishu kubwa ama sinario kubwa ya hii film wao walimwokoa askari ambaye alikuwa ni mwanajeshi wa Marekani, aliokolewa katika mikono ya magaidi ama materorist wanaanza kuamini ama wanahisi kwamba huyu mwanajeshi ambaye wamemwokoa inawezekana atakuwa naye ni gaidi. Na huyu mwanajeshi wanaanza kumuhisi kwamba inawezekana ndiye tishio kubwa la nchi yao. Sasa imagine wewe ni mwanajeshi na umeokolewa katika mikono ya magaidi, waliokuokoa wanaanza kukuogopa tena, wewe wanahisi kwamba wewe ni gaidi wa ndani sasa askari huyu ambaye anakuwa ni shujaa kwa watu wengi na watu wengi wana, wanampenda na wanavutiwa naye kutokana, ni mtu ambaye amepambana kufa na kupona, ili mradi tu bendera ya Marekani aiweke mabegani. Sasa wao wanachokuwa wanakiamini ni kwamba inawezekana huyu jamaa ni mtu ambaye alikuwa mwanajeshi lakini baadaye amebadilishwa na amekuwa gaidi huko alipokuwepo kwa miaka hiyo nane, miaka saba inawezekana kabisa amebadilika, amekuwa gaidi. Wanaweza wakampokea na wakampa heshima zote, lakini akafanya mambo ya kigaidi. Kwa hiyo katika hii filamu inazungumzia ujasusi, ambapo Keri ambaye ni mwanamke anachunguza baadhi ya siri kubwa bila ruhusa ya wakubwa zake, yaani udem kuna namna ambavyo yeye anajiamini na anapata hisia kwamba kitu ambacho anakihisi yeye ni sahihi, lazima akipambanie na kiwe. Kwa hiyo kuna misheni ambazo huyu mwanamke anaziingia bila wakubwa wake kufahamu, na baadaye kuna baadhi ya misheni yanakuja kufanikiwa, na ndipo ambapo wakubwa wake wanapiga saluti kwamba huyu mwanamke sio mwanamke wa kawaida. Lakini pia katika hii filamu kuna ugaidi. Kuna kipindi ambapo Marekani wametuonesha njama za magaidi, jinsi ambavyo zinakuwa na jinsi ambavyo wanaripua mabomu na jinsi ambavyo mtu anaweza akajitoa muhanga na jinsi ambavyo Uislamu unavyoweza kumfanya mtu e, a, a, aweze kuamini kwamba hakuna kitu ambacho kinashindikana katika hii ardhi. Kwa hiyo tunaweza kuona humu ndani wamejaribu kuzungumzia jinsi gani Waislamu ambao wa wapo katika hii misimamo mikali wapo katika hivi vikundi vya magaidi wanavyoweza kufanya maamuzi kupitia Uislamu na jinsi ambavyo wao wanamwamini Mwenyezi Mungu kupitia Qur'an takatifu na vitu vingi sio. Humu ndani kwenye hii movie kuna maunyama sana kwenye upande wa ugaidi, ndio, sio poa. Sasa lakini pia, katika hii filamu pia wanazungumzia masuala mazima ya siasa na maamuzi magumu. Huu jamaa ambaye eh, alikuwa ametekwa na amekuja kuokolewa na wanajeshi wa Marekani anakuja kupewa wadhifa wa kuwa makamu wa rais. Nini ambacho kinatokea? Kuna baadhi ya watu wanamwamini, kuna wengine hawamwamini, na kuna scenario ya vitu ambavyo vinatokea. Watu wengi wanaanza kupata wasiwasi kwamba huyu jamaa ni nani, na hivi vitu ambavyo vinatokea, siri zinatoka zinatoka wapi? Wanaanza kumuhisi mshikaji ndiye ambaye anavujisha siri. Kwa hiyo ni filamu ambayo ni kama kunakuwa kuna fumbo, inavyoisha unatamani upate kipande ambacho kinafuata kitazungumzia nini. Kwa hiyo ni filamu ambayo ukiitizama, ina pazo, yaani inapasua kichwa. Lazima tu ukae, utulize akili kuweza kuwaza kwamba tukio ambalo linafuata ni tukio gani afya ya akili, wamejaribu kutuonesha katika hii filamu jinsi gani ambavyo mwanamke mwana ama mwanaume anaweza akawa na afya ya akili ama baipola ikawa inamsumbua, lakini bado akawa anafanya kazi za hatari. Huyu ni mwanamke ambaye anaitwa Keri Keri. Keri alikuwa na ugonjwa wa akili yani bipolar, lakini bado akawa anafanya kazi za hatari na anafanikiwa. Kwa hiyo wamejaribu kutuonesha kwamba unaweza ukawa una shida ya akili, lakini kama akili yako kuna wakati inakuwa sawa, una uwezo wa kuperform kazi ambazo watu wazima hawawezi kuzifanya. Sasa hii filamu inazungumzia masuala ya kijasusi, masuala ya kishirika, mashirika ya majasusi ambavyo yanafanya kazi. Sasa kwa watu ambao wanapenda filamu ambazo zinazungumzia hadithi za siri, hadithi ambazo zinazungumzia siasa za kimataifa, basi hii filamu pia nadhani na kufaa ukitizama. Kuna mambo mengi utajifunza, utaenjoy na utafurahi kukutana na vitu vingi ambavyo vipo ndani yake. Lakini pia katika hii filamu inaonyesha jinsi gani vita dhidi ya magaidi inavyotokea na inavyoweza kuathiri watu binafsi na jamii kwa ujumla. Kuna watu ambao wanaathirika wanauawa bila makosa eh, kwa ajili tu ya vita hivi vya kigaidi ambavyo huwa vinatokea. Sasa hii ni filamu ambayo inamzungumzia mshikaji ambaye anaitwa Blocks ambaye yeye amehakikisha kwamba kila kitu kinakuwa katika kiulizo. Hii filamu ukitizama, bro my sister, yani kila kitu kinakuwa kwenye kiulizo. Hauwezi ukamaliza episode ukiwa hauna maswali. Yani ukimaliza episode ya kwanza, unaanza kujiuliza maswali kwamba je, Abdul Naziri atafariki? Je, gaidi mkuu atafariki? Yani ni filamu ambayo mi pia nimeipenda na imenichukulia muda wangu sana, moja kati ya filamu ambayo imenichukulia muda wangu, nimetizama series, season ya kwanza, ya pili na, na ya tatu, ni hii hapa ya Homeland, ni hii hapa ya ni filamu ambayo imejitahidi sana kuchukua muda wangu. Anyway, kiufupi tu Homeland ndio iko hivyo. Ni filamu ambayo inazungumzia mfululizo wa wapelelezi ambavyo wanaweza kuchunguza maisha ya magaidi, maisha ya watu ambao wanawahisi magaidi na mapambano ya kisaikolojia huku akionyesha changamoto kubwa za kiusalama ambazo watu wa usalama wanaweza wakakumbana nazo. Kwa hiyo ukitizama hii filamu ya Homeland, e, nina imani kuna vitu vingi sana ambavyo utavifahamu, jinsi ambavyo usalama wa taifa unafanya kazi, jinsi ambavyo viongozi wa serikali wanavyoweza kushiriki katika masuala mazima ya kigaidi, jinsi ambavyo ee eh, kuna kuna magaidi wanavyoweza kujitoa mwanga kwa ajili ya kile ambacho wanakiamini na vitu kama hivyo, visasi, mapenzi humu ndani. Kuna mshikaji ambaye alikuwa anakula mke wa mwanajeshi mwenzake. Yani mwanajeshi aliondoka akaenda vitani, baada ya kukaa huko muda mrefu sana, mshikaji akaanza kumiliki demu dede de, de, de, mwake na kiukweli, alifanikiwa akawa anaishi naye vizuri, analea familia vizuri hata mshikaji aliporudi kutoka vitani alimshukuru kwa sababu ni mshikaji ambaye aliilea familia yake na familia walikuwa wanampenda sana kama baba ambaye yupo kwa wakati huo. Lakini baadaye ya mambo yakawa sio mambo. Mimi nakushauri tu, ukipata muda tizama filamu inaitwa Homeland. Kama umetizama niambia hapo chini katika box la comment. Kitu gani kikubwa ambacho kilikukosha je? Yeah, ni filamu nyingine ipi ambayo ni nzuri inaelekeana na filamu hii ya Homeland, ila hii filamu ni ya moto sana mwanangu. Kama unapenda filamu za kijasusi, filamu za kigaidi, filamu za kiupelelezi ma CIA, filamu za kujitoa muhanga, basi tizama hii filamu. Humo ndani kuna watu wameigiza kiunyama sana yani, of course, they killing. Wameigiza uhalisia wa nini ambacho kinatokea kama kilichotokeaga Septemba 11 mwaka 2001 huko nchini Marekani, Alqaida walivyoweza kulipua lile jengo la World Trade Center. Kwa jamaa kiukweli, wamejaribu kuangazia kila kitu ambacho kinahusu mapilot na jinsi ambavyo wanaweza kufanikiwa kila kitu ambacho kimekuwa kina kiulizo na kina maswali. anyway, mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media. Na shukuru sana kwa muda wako, naamini utaenjoy kuitizama hii film ya Homeland. See you next time, kwa leo tuishie hapa.